Hello uh, wapenzi watazamaji wa Zamakale Fashion, karibuni tena kwenye peji yetu pendwa ambayo inawaletea mitindo mbalimbali ya magauni ya vitenge ama mitindo ya Kiafrika. Najua nina siku nyingi sana sijaweza kuwaleteni mitindo mizuri, lakini leo nawahakikishia, nimewaletea package ambayo imekamilika. Yes, narudia tena leo nimewaletea package iliyokamilika, yaani namaanisha nimewaletea mitindo ya kila aina ya vitenge. Ni wewe tu kuweza kuamua ni aina gani ya mtindo kati ya hii ambayo nimekuletea kwako, unaweza kuwa unamata kwa asilimia mia moja kuvaa katika mwili wako huo. Yes, lengo letu sisi ni kuweza kudiscover uh, a new fashion. Yaani, wewe kuja kwetu ni kuweza kukusaidia kuweza kupata mitindo mipya ya magauni ya vitenge ambayo yamekuwa yakienda na wakati, ama yamekuwa yakienda kwa uh, mitindo ambayo ambayo inaenda na wakati. Hivyo basi niwakaribishe kuweza kutazama mitindo yetu ya magauni ya leo. Katika video hii ya leo nimeweza kuwaleteni picha mnato, lakini pia nimeweza kuwaleteni picha mjongeo, zote zikiwa zinaonesha mitindo mbalimbali ya magauni ya vitenge, hasa magauni ambayo yanamfaa mwanamke wa Kiafrika katika pande zote. Navyozungumzia pande zote, namaanisha kwamba Uh, mavazi ya vitenge ukiwa nyumbani, lakini pia unaweza kuvaa kwa upande uh, wa ofisi. Ndio, kuna wengine wanapenda kuvaa mitindo ya vitenge katika maeneo ya kazini, kwa hiyo nayo pia nimeweza kuliangalia. Uh, magauni ambayo nimeweza kuwaleteni siku ya leo kwa kweli ni mazuri sana, ni mazuri sana sana sana, sana. Uh, kwa wale ambao wanapenda kwenda kanisani yani magauni fulani vya heshima, lakini ukapendeza yani ukavaa ukapendeza yapo kwenye video hii. Kwa hiyo ningekusihi sana uh, wacha uvivu wakuweza kuangalia video nusu, yani jikite kuangalia video kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Video hii ina pati wani na ina pati tu yake. Uh, ko tunaanza na pati wani, lakini tunakuja kumalizia na pati tu. Kwa hiyo naomba uweze kuangalia video kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nimekuchanganyia magauni mbalimbali kutoka Tanzania na nje ya Tanzania. Uh, lengo ni kuweza kupata ladha mbalimbali au ladha tofauti tofauti samani ama kuweza kupata mwonekano tofauti tofauti, tofauti kulingana na wewe vile ambavyo unataka. Eh, kuna magauni marefu ya vitenge, kuna magauni mafupi ya vitenge, kuna off shoulder za kutosha, eh, wale ambao wanapenda magauni ya wanawake wanene, lakini pia wale wanaopenda magauni ya wanawake wembamba lakini kuna wale ambao wanapenda magauni ya wanawake warefu, lakini kuna magauni ya wanawake wafupi. Hii yote kuonesha kwamba nimeweza kuwajali watazamaji wangu katika kila engo, na kuweza kupata kitu ambacho ni kizuri cha kufurahisha zaidi na zaidi. Uh, kwenye video hii nimeweza kuwaleteni material mazuri, yani kwa hapa unaweza pia ukapata mitindo uh, rangi mitindo mbalimbali mbali ya magauni ya vitenge, lakini na utaweza kuona maua mbalimbali ya mitindo ya magauni ya vitenge. Najua kuna vitenge vingi sana kwa Tanzania bado zijaza kufika, lakini pia kupitia video hii utaweza kugundua aina mpya ya maua mazuri ya magauni ya mag maua mazuri ya vitenge, au ni aina gani ya vitenge ambavyo unaweza kavichukua na ukaenda kuvishona. ya utaweza kuona hapa pia, kwa sababu kuna rangi tofauti tofauti, alafu kuna off shoulder kali, alafu kuna ale magauni mafupi ya vitenge ambayo mtu anashona anachanganyiana na mix kitambaa na kitenge. Pia kuna magauni hayo ambayo ni mengi sana, hasa kwenye video hii ya kwanza ambayo nimeweza kuonyesha. Kwenye video ya pili pia, ambayo naweza kuwa pia, utakutana na magauni mengi mazuri. Yakina dada ambao wengi hawapendi magauni marefu, utakutana na magauni mazuri kwao. Nikusii sana uweze kuangalia video hii kwanzia ya mwanzo mpaka mwisho, lakini pia usisahau ku comment ku like peji yetu, ili kuweza kuendelea kupata vitu vizuri ambavyo nitakuwa nawaleteni kila siku. Sasa hivi ni mwendo wa jiwe kwa jiwe, jiwe kajiwe. Asanteni.